Kulipokuwa kumetanda kimya cha njaa katika nchi ya Yuda, upepo wa ukame ulivuma kwa huzuni, ukipeperusha majani yaliyokauka kama kumbukumbu kumbu za furaha zilizopita. Bethlehemu, jina lililokuwa na maana ya nyumba ya mkate, uliokuwa na rutuba siku za nyuma, ulikuwa sasa umekauka, ukionekana kama kifua cha dunia kilichokosa pumzi. Waja walitembea kwa miguu iliyochoka wakiwa na macho yaliyofifia kwa njaa na kiu. Kwa kubwa, shikamoo; kwa wadogo, hamjambo. Na hii ni simulizi ya Ruthu na kuarika, tutembee nawe bega kwa bega hadi tamaa rangu. Jina Muhandisi Kahiga Mwangi. Karibu. Katika giza hilo la njaa, familia moja iliondoka ikitafuta maisha bora. Ilikuwa ni familia ya Erimereki, mkewe Naomi, na wana wao wawili Maroni na Kilioni. Waliondoka Bethlehemu kwa moyo wa matumaini, wakielekea nchi ya ugeni iliyoitwa Moabu, ardhi ya mbali iliyokuwa na milima na tambarare za kijani. Safari yao haikuwa rahisi baraste zilijipinda kama nyoka wa jangwani, upepo wa jua ukawapiga bila huruma, lakini mioyo yao ilijawa na tumaini kwamba huko walikokuwa wakielekea, maisha yangekuwa bora zaidi. Mwabu iliwapokea kwa ukimya, walijenga maisha mapya, wakaishi kwa amani kwa muda. Hata hivyo, kama mawingu meusi yanavyojikusanya polepole kabla ya radi, majonzi yalinyemelea familia hii kwa utulivu wa kutisha. Elimeleki baba wa familia akaiaga dunia. Moyo wa Naomi ulihisi maumivu makali kama kisu kilichochoma moyoni. Akaendelea kuishi akiwalea wanawe katika nchi hii ya ugeni, macho yake yakimtazama Mungu ya kwa matumaini madogo yaliyosalia. Wanawe wakaoa wanawake wa Kimoabu wakifahamika kama Opa na Ruthu. Maisha yakajaa tena kelele za matumaini, lakini hatima iliyojificha tena ndani ya kivuli, wana wote wawili Maroni na Kilioni walifariki pia. Naomi akabaki upweke mjane katika nchi ya ugeni, bila mume, bila mwana, bila faraja. Dunia yake iligeuka kuwa jangwa la upweke. Naomi aliamua kurudi Bethlehemu aliposikia kwamba Mungu alikuwa ameibariki tena nchi ya Yuda kwa chakula. Moyo wake uliwaka kama cheche ndogo ya tumaini iliyobaki baada ya moto mkubwa kuzimika. Alienda mizigo yake na kuwaaga wake za wanawe Opa na Ruthu waliomkumbatia kwa machozi, mioyo yao ikigubikwa na huzuni isiyoelezeka. Opa, baada ya kusita kwa muda, alibaki Moabu, lakini Ruthu alimfuata Naomi bila kurudi nyuma. Alimfuata kwa ujasiri wa mwanamke aliyefungwa kwa upendo wa kweli, sio kwa damu, bali kwa roho. Walianza safari yao ndefu, wakipitia milima, mabonde na jangwa lililokauka. Walipofika Bethlehemu, watu walistaajabu kumwona Naomi tena. Sauti za wanawake zilijaa mshangao walipomuona akirudi akiwa amechoka wajihi wake ulionekana kuzeeka kabla ya wakati. Naomi hakuona furaha tena, alijihisi kama kivuli cha mwanamke aliyowahi kuwa na nuru, alijiona kama mti ulioachwa kavu baada ya mafuriko, akahisi uchungu wa kuwa mgeni katika ardhi yake mwenyewe. Lakini Ruthu, yule binti wa Kimoabu, alibaki kando yake kama tawi dogo lililo hai katika mti uliokauka. Msimu wa mavuno ulipowadia, Ruthu alitoka kwenda kuvuna masalia ya makondeni, yale yote yaliyobaki baada ya uvunaji kuvuna. Alifanya amali kwa idili, jua likimpiga usoni, jasho nalo likimtiririka usoni pake kama matone ya mvua. Hakujua kwamba miguu yake ilikuwa ikiongozwa na mkono wa Mungu kuelekea kwenye hatima yake. katika mashamba makubwa yenye harufu ya nafaka na vumbi la mavuno Ruthu alivuna kwa unyenyekevu. Wavunaji walimwangalia kwa mshangao, alionekana ajinabi, lakini alikuwa mnyenyekevu na mwenye bidii. Mgunda ule ulikuwa wa mtu bwenyenye na mwenye heshima, aliyeitwa Boazi mahuruku kutoka fuko ya Elimeleki. Boazi alikuwa mtu mwenye hekima na fuadi wa huruma. Alipomuona Ruthu akivuna kwa uaminifu, moyo wake ulijawa na upole. Alimruhusu kuendelea kuvuna, akawaambia wavunaji wake wamwachie nafaka nyingi zaidi. Ruthu aliendelea kufanya kazi kwa bidii, akikusanya nafaka nyingi kiasi cha kushangaza. Jioni aliporudi nyumbani, Naomi alishangaa kuona mzigo mzito wa nafaka. Moyoni mwa Naomi cheche za matumaini zilianza kuwaka tena. Aligundua kwamba mtu aliyekuwa amemjari Ruthu alikuwa ndugu wa karibu wa marehemu mmewe. Aliona mwanga wa hatima ukichomoza mbali, kama jua linalochomoza nyuma ya milima ya huzuni. Naomi alimpa wosia wa hekima binti yake mkwe, aliamini kwamba Mungu alikuwa akitengeneza baraste yenye wokovu wao kupitia mtu huyo, mwenye haki na heshima. Mavuno yalipo karibia kuisha, Naomi alimwambia Ruthu afanye jambo la uchagina. Usiku mmoja wa utulivu, mwezi ukiangaza mashambani, Ruthu alikwenda kwenye uwanja wa kupuria nafaka. Boazi alikuwa melala pale baada ya gange ndefu ya kaski. Ruthu alipofika kwa utulivu wa kipekee upepo mdogo ulivuma ukicheza na nywele zake kama ishara ya neema, akajiraza miguuni pa Boazi kama ishara ya unyenyekevu na heshima. Usiku ule ulimwengu ulionekana kusimama kimya, kana kwamba ulisubiri pumzi ya Mungu ipite. Boazi alipogundua uwepo wake, moyo wake ulijaa heshima na upendo wa ajabu. Alitambua kwamba huyu hakuwa mwanamke wa kawaida, bali alikuwa mwanamke mwenye maadili na heshima kuu. Aliahidi kumtendea haki na kumrinda. Machweo ilipochomoza, Ruthu alirudi nyumbani akiwa amebeba nafaka nyingi, ishara ya baraka na matumaini mapya. Naomi kwa furaha riboribo na kutulia, alihisi kwamba Mungu alikuwa amesikia kilio chake baada ya miaka na mikaka ya giza na upweke. Siku iliyofuatia Boazi aliamua kuchukua hatua ya mwisho ya heshima. Alienda kwenye lango la mji, mahali ambapo mashaibu wa mji walikutana kufanya maamuzi ya kisheria. Alikusanya mashahidi na ndugu wa karibu wa Naomi. Boazi alieleza kwa busara na hekima kuhusu konde la Elimeleki na kwamba kulikuwa na wajibu wa kulikomboa wa. Ndugu wa karibu zaidi alionyesha nia, lakini alipogundua kwamba kulikuwa na wajibu wa kumchukua Ruthu mjane wa marehemu Maroni alikataa katakata. Papo hapo mbele ya mashahidi, Boazi alitangaza kadamu nasi kwamba alikuwa amemkomboa Naomi na kumchukua Ruthu kuwa mkewe. Watu wa mji walishangilia wakamsifu kwa uadilifu wake. Hewani kukalindima vigeregere, wanawake wakicheza kwa furaha, na harufu ya nafaka mpya ikichanganyika na hewa ya sherehe. Mungu alimbariki Ruthu akapata mtoto Obedi. Naomi akamchukua mtoto huyo vinganjani mwake, macho yake yakijaa machozi ya furaha. Moyo wake ulipona, akahisi kama maua yaliyomea tena baada ya ukame. Mtoto huyo alikuwa kwa hekima na kuwa baba ya Yese ambaye alikuwa baba wa Daudi mfalme mkuu wa Israeli. Kupitia kizazi hicho, karne nyingi baadaye, alizaliwa Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Simulizi ya Ruthu lilikuwa zaidi ya hadithi ya upendo, ilikuwa ni wimbo wa imani, wimbo wa uaminifu wa mwanamke ambaye hakutawaliwa kwa hofu wala jekejeke wala hali ya ugeni. Ruthu alikuwa kama mshumaa uliowashwa katikati ya giza, akitoa visura vya tumaini kwa vizazi vijavyo. Alionyesha kwamba upendo wa kweli haupimwi kwa ngeu, bali kwa moyo. Alifundisha ulimwengu kwamba hata katika maumivu ya upweke, Mungu hutengeneza njia mpya. Naomi alipoteza kila kitu, lakini kupitia uaminifu wa Ruthu akapata maisha mapya. Na kupitia kizazi cha mwanamke huyu mnyenyekevu, ulimwengu wote uliokorewa. Kwa hivyo, simulizi ya Ruthu itabaki kuwa ishara ya uaminifu, matumaini na nguvu ya upendo wa Mungu, upendo unaochipua hata pale ambapo dunia imekauka. Nafunga funganya zangu na kukuaga kwa msemo jua halimsubiri msubiri yowote, hata mfalme aliye kwenye kasri lake. Hadi wiki nyingine, kwa toleo lingine, mwida kama huu, papa hapa Moscah Line Tv, rangu jina muhandisi Kahiga Mwangi. Alamsiki.